Rais wa Marekani, Donald Trump, hapo jana aliahidi kuwa ndiyo kwanza ameanza kazi na kwamba bado Wamarekani hawajaona kile anapanga kuifanyia nchi yake, ahadi anayotoa wakati huu akifikisha siku mia moja madarakani. Tunaenda kumaliza hali mbaya ya mfumuko wa bei, mfumuko ambao pengine hatujawahi kushuhudia katika historia ya nchi yetu. Tunaenda kumaliza uenda wazimu wa kubadili jinsia katika serikali. Tunaenda kumaliza ukoloni wa mawazo kwa watoto wetu, ambapo mabilioni ya dola yalikuwa yanatumika vibaya. Na zaidi, tunaenda kuokoa ndoto ya Marekani na kuifanya Marekani kuwa imara kwa mara nyingine, na haya yanatokea haraka sana. Kile ambacho dunia imekiona katika wiki kumi na nne zilizopita ni mabadiliko tu ya kutumia akili. Tangu aingie madarakani Trump amekuwa akivutana na wanasiasa wa ndani ya nchi yake na hata viongozi wengine wa dunia kutokana na sera zake za kihafidhina. Waziri mkuu wa Kanada, Mark Carney, hapo jana aliapa kwamba atamkabili rais wa Marekani Donald Trump kwa nguvu kubwa baada ya ushindi wake katika uchaguzi nchini mwake.